kitumia vema uwanja wa nyumbani na kuvuna alama zote tatu, ushindi wa mbili kwa moja, kuvuna alama tatu, na hivi sasa KMC watakuwa na alama 30 katika msimamo wa ligi kuu. Baada ya mchezo kuhitimika, tunapata wasaa wa kuzungumza na makocha, na kubwa zaidi tunazungumzia mchezo namna ulivyokuwa Coach, uh, karibu zilikuwa dakika 90 za namna gani, lakini tumeweza kuona kipindi cha kwanza build up nzuri, magoli ya mapema hatimaye akakuweka sawa mpaka kwenye, uh, kipindi cha pili, kiasi gani matokeo haya yanakwenda kukupa nguvu hasa kwenye msimamo wa ligi kuu? Of course tulikuwa tunahitaji pointi tatu na leo tumeweza kupata pointi tatu. Uh, ilikuwa mechi tafu, uh, nadhani uh, uh, nampongeza kocha Mecky kwa, kwa timu yake kucheza vizuri sana. Nadhani wameweza kudominate mchezo vizuri, lakini e, si tumeweza kupata point tatu. E, pamoja tulianza vizuri, lakini sijafurahishwa na e, baada ya ile magoli mawili na kuruhusu goli rahisi kama lile, kwa hiyo ilikuwa disappointing, lakini all in all tuna furaha na point tatu. Sasa hivi sio wakati wa kufikiria sijui umepigia pasi vipi. Pointi tatu hizo ndio tunahitaji zi, e, zitusogeze. Kwa hiyo tuna mechi nyingine hapo mbele, the show must go on, pointi tatu katika uwanja nyumbani, hapana shaka. Michezo kadhaa basi kama si minne mitano imesalia katika kuhitimisha ligi kuu, una mchezo dhidi ya Mashujaa, kuanzia hapo nakwenda kujipanga kiasi gani kuhakikisha unasalia katika ligi kuu lakini unaongeza alama No, tutajiandaa vizuri na kuweza kupambana kwa kila kwa kila mechi kila tutakutana mbele yetu. Kwa hiyo a, kwa hiyo there's a lot of things eh, tuna, tuna deal navo uh, tunajifunza uh, nilisema tangia mwanzo tuna timu yetu bado, I think iko bado iko imachoa si kwa uwezo wa kudili na pressure kidogo, nadhani imeweza kuwakuta lakini it's uh, it's a good team, it's a good good team team young na E, tutaendelea tu kujifunza kila siku. Shukrani. Asante. Mwalimu Kally Ongala wa KMC akieleza hivyo kwa kiasi gani alama tatu uh, zinaweka sawa, lakini wanakwenda kupambana kuhakikisha wanakaa vyema kwenye msimamo uh, Mecky Maxime uh, baada ya michezo miwili kufanya vizuri huu mchezo mwingine unapoteza hapa uh, ugenini lakini mbeleni unakwenda kuwavaa Azam FC. Kupoteza huku ufunze kiasi gani kama mwalimu uh, kiasi gani unakwenda kuijenga kuelekea katika mchezo unaofuatia? Ah, hii ni ligi, ni ligi na mechi ni ngumu umeona. Kwa hiyo ukipata pointi unashukuru Mungu, ukipoteza vilevile unashukuru Mungu, unakaa chini unaangalia plani ya game inayokuja. Mchezo unaofuata unautazamaje baada ya mchezo huu kupoteza unaenda kutumia kiasi gani kupoteza huku lakini kuhakikisha unajiweka sawa kuelekea mchezo ujao. Aa, sasa siwezi kuongelea kwa sababu sijaanza maandalizi yake, umeona kwa hiyo, sasa hivi nitakwenda nitakaa chini, nita draft namna gani tucheze na Azamu hapo, sasa ndo nitakuwa na majibu ya kusema kwa, nikiingia na Azamu nitacheza hivi nitacheza hivi, shukran, asante. Na mwalimu eh, Maxime akizungumza akitimisha hivyo baada ya matokeo ya jumla Dodoma Jiji wakifungwa katika uwanja nyumbani kawañseño wa KMC lakini kama unavyoweza kujionea, huyo ni Abdallah Saidi Lanso, mchezaji bora wa mchezo wa leo, mchezaji ambaye amesaidia timu yake kupata mabao mawili, akifunga goli moja na akitoa assist ya goli moja, akiwa katika kiwango bora kabisa katika mchezo wa leo. Abdallah Saidi Lanso huyo akipewa tuzo yake na wadhamini wa ligi kuu ya NBC baada ya kufanya vyema katika mchezo huu. Huo ndo mchezo ulivyo, mchezo na matokeo matatu: kushinda, kusuluu ama kufungwa, na matokeo ya jumla ni KMC Football Club wakitumia vyema uwanja wa vema, KMC Complex na kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja kwa niaba ya timu nzima, tukiongozwa na director Ali Mkongwe.